Waumbiri, mimi sina kinyongo na mtu yoyote, sina wivu, sikwangi na wivu. Hata ukinunua ndege, siwezi kuwa na wivu. Mimi ni am content with what I have, nimetoshereka na kile nilicho nacho. Kile kiko mi huwa nakemea kama ijiri imeumbiriwa vibaya pale Ukambani. Ukienda kuumbiri, uweke kurusendi Ukambani, wale wanajua kile ninasema. Juzi uliona pale Kangundo pasta alinyang'anya wa mama wanjane ng'ombe, anaweka kurusendi, saa moja anachukua ng'ombe. Ni namjua. Kuna mwingine pale Kibwesi, aliambia watu kuna mamba inakujanga Kibwesi. Alibeba mamba kutoka hadhiriva Makendo akapeleka Kibwesi usiku, watu wa Kibwesi wakiamuka vile naambia alisema mamba itakuja, wakapata mamba, aliwapora pesa baka Ken, Ken wakakuja kukujia mamba yao, akaulizwa hii mamba ni nini, akasema ati ni njini, akaambiwa furufu. Alikimbia huyo mhubiri, namujua ni kijana mdogo, ameenda Kitui amepora watu, na nimeona mdogo wake aliyomtia mafuta. Kuna mwanamke aliniambia kule Mwala amenyang'anywa elfu mia saba na huyo kijana, huwa anamuona TikTok wale huyo kijana anambia, amelikruti wezi. Kuna gengine kako TikTok, kamkora sana, mikora imejaa hivi pale ukambani. Huyo wa Mwala alienda na sanduku, huyo mandam alinipigia hata niko na rekodi, huyo muumbiri hata njina namjua, alienda na sanduku ya maiti. Tule tu sanduku tudoko, kametengenezwa kama sanduku, akamepakwa rangi ile ya sanduku ile brownish akaenda akaitoa kwa nyumba akamwambia, sasa hii majini tutaamisha. Amekula pesa hiyo mwanamke, na akamtongoza akamuoa, amekula 700 wako na kesi kotini, sitaki kutaja majina kwa maana wako na kesi kotini. Pale Ukambani makurusendi inawekwa Ukamba matu Mwala kwanza hapa Makueni mali kunaitwa Mukuyuni mikora, kuna wezi walikuwa hapo hmm. Wezi walikuwa wametoka kanisa kubwa, wamepora watu, wamechukua ng'ombe za watu, naambia watu kuna manjini mumbiri. Mwingine pia mukisi ako hapa Njenga, niliona anajaribu ati kuombea uhuru. Alienda kuombea mzee amekuwa mgonjwa sana kule Makueni, na mzee akiwa mgonjwa, akaona mbuzi ile, ndume ya mbuzi kubwa Iko na ndevu, akawaambia hii mbuzi ndio inavanya mzee akuve, nipatieni, nipatie ni mbuzi, nikaenda kuitoa sana.